Fikra, vipo na vinazidi kuenezwa kupitia mitandao kupitia vitu vingi. Wewe unajikuta wewe mnyonge siku zote, na dunia leo huwezi ukashindana kwa lolote Sikat. hata katika maendeleo ya mtu mmoja mmoja, hata kiuchumi, kisiasa, kilolote, hamwezi mkashindana na watu wa duniani, kama utajiona mnyonge, yani kile ulipo, mimi mimimi, siwezi bwana, mimi siwezi, mimi siwezi ah. kuna watu mpaka leo hajui kuandika WhatsApp siwezi bwana. Ya. Yaani wanaona WhatsApp ni anasa, WhatsApp ni anasa, anasa, au nimeendelea sana koni kazi sana kwa ah, hiyo bwana, simu yangu hii inanitosha, yaani anaogopa. Umeona sasa, ulimwangu wa leo utaishije bila, bila, bila mambo ya kiteknolojia? maanake ulimwengu wa leo ukitaka pasipoti mtandaoni, ukitaka nini mtandaoni. Itakuja zama baba, hata kununua mtandaoni. Kipindi cha COVID eh, -19. COVID -19. Kipindi cha korona kuna nchi ilikuwa ilikuwa hautoki uh, nje, zilifungiwa kuna nchi watu bali dunia nzima, asilimia kubwa walifungiwa. Hasa kuna nchi ilikuwa chakula unanunua mtandaoni unaijia mtandaoni, unanua chakula, unalipa hela pale, unanua chakula kinakuja mpaka nyumbani. Bali kuna nchi chakula kinapelekwa na robot, vingine vijigari, kinatumwa kigari cho kinapita mtani hicho mpaka nyumbani kwako, icho amfe siwezi kuishi <laughs> eh. Sasa hivi ukitaka kusafiri siku hizi hata tiketi mtandaoni, tiketi unakata mtandaoni, akua kwa simu, mmaliza mambo. Ya kisasa kidigitali. Sasa tiketi vipi? Maanake itakuja kufika kipindi hata wale wapiga debe wataondoshwa kule, hakuna uje na tiketi yako kwenye simu. Usipokuja nayo uingii basi. Sasa utafanyaje hapo? Utaahirisha hata kusafiri? si, safiri sasa, usafiri vipi baba? Almuhimu, dunia imebadilika, badilika usijiweke nyuma nyuma, mimi siwezi, siwezi. Hata dai bali dai ndio rahisi zaidi. Asa, hivi vitabu tuko hapa sisi tunaweza tuko na tafuta kitabu hapa. Kusha kazi. Mtandao kuna watu uko kwenye Twitter wanatafuta mawaidha ya kisalafu, wao ni wewe. Wewe unafanya kazi gani, sindio? kazi yako ya. Utasema anasa, sio anasa, dunia ishabadilika. Hafu kile kizazi chetu sisi, eh, kizazi cha tunazaliwa hakuna simu, umeme wenyewe uko vijini wa tabu, kishapita. Kizazi kinachopanda hiki kimezaliwa na simu, mtoto mdogo anajua kubonyeza simu mabo washabadilika sasa, yekaa tusema siju hivi siju hivi. Almuhimu watu tubadilike, dunia imebadilika na dawa inahitaji kubadilika, kutumia nyenzo za kisasa kwa ajili ya kufikisha sisi pale diploma pale Dar es Salaam, maanake diploma ni kiwango cha juu baada ya sana kwa pale kwetu, lakini wanasoma masomo ya degree ya kwanza ya mwaka wa kwanza na wapi wanasomesha wana na ma, madaktari kutoka nchi mbalimbali. Wako madaktari kutoka Saudia, Saudi Arabia, wako daktari mmoja kutoka Kamerun, yuko daktari yuko Ufaransa ni Mburundi lakini yuko Ufaransa sasa hivi. Yuko daktari yuko Burkina Faso, Ibrahim Traore huko yuko Burkina Faso yuko daktari mjazairi Algeria, sasa hivi yuko Zanzibar. Almuhimu, unaona dunia ilivyo, shehe hawa kila mmoja uko kwenye nchi yake, lakini wanafundisha pale. Wamu, wanafundishaje kwa teknolojia? Sio kusoreti, ana rekodi, anatuma, mtasikiliza live, anasomesha, wanamsikia wanamuuliza maswali shekhe, rudia, atujaelewa hapo, anarudia yani, kama vile yupo hapa tu. Shekhe huyu hapa, shekhe Siminda <laughs> huyu hapa, na na yuko Mahuta, mzee Siminda anafundisha na yuko Mahuta, eh? Eh, Mahuta. Mahuta. Pale wanamuuliza maswali anawajibu, rudia shekhe, narudia, tuendelee naye. Anauliza, mmeelewa? Tumeelewa. Mwanafunzi analala, wewe usilale kwa sababu anamuona live, usilale, eh, usilale wewe, mbona unalala? Hakadha, anachukua ghiabu na hudhurisha. Teknolojia, teknolojia sheikh anasema, na wanafunzi wamemaliza huko, walomaliza zimemaliza dufaa mbili, naenda kumaliza sasa hivi dufaa ya tatu, hawa hapa dufaa ya nne na tashrifu. Anasoma kwa njia hii, naona sisafii. Sasa wewe kaa tu Sitaki sasa, kaa wewe, kwa dunia inakuacha. Natakana uwepo sehemu watu wanashirikiana nao, wako mbali huko. Tushafika huko, tumeona ndugu zangu. Na kwa yote haya na, namaanisha kwamba da'wa salafia ni da'wa ya rahma na watu wanafanya kazi, na kazi hiyo imesaidia sana kuweka jamii yetu katika hali nzuri. Kwa hiyo tusitosheke na hilo au tukazubaa tuka shekhe au tukasema tuka, tuka, tuka tushamaliza la sheitan halali au kama unadhani sheitan ana lao unajidanganya. nime nime <coughs> jana shekhe alikuwa nafikiria fikiria wakati na wakati napitia pitia, pitia, na, na pitia, pitia pale nikafikiria jambo moja nikasema, sisi hizi ziaratu zozifanya bado tuna taksiri kuna upungufu mkubwa. Wajua, hizi ziara zinainusha hima, zinatutia nguvu sisi. Hata mashekhe wakija kule unakuja, mashekhe zetu wanatembelea kule Dar es Salaam, tunapata hima na sisi nguvu. Na mimi hata nini, sisi bado ziara zetu ni chache. Ahlulbaili bwana bwana. wana misimu yao ikifika, hiyo si mchezo, miji inachafuka watu wa matamasha ya miziki watu wa nini, watu wa nini. Tasikia mara kouku mara ko huku mara ako huku, shaitani anafanya kazi na kila watu wana, wana, wanafanya juhudi katika mambo yao, sisi bado tuko nyuma. Kwa hiyo Allah, ndugu zangu, tusitosheke, kazi iendelee ili dawa hii iweze kuendelea na kupata nguvu zaidi. Nishi hapa nadhani nimeongea sana. Kwa hiyo mimi ninashukuru, alhamdulillah. Ndugu zangu wa Newala tulianza alasiri, masjidi Madina kule nimefurahi, na hapa napo masjidi Salafia nimefurahi Mas, misikiti yote kule unajengwa unajengwa, wallahi ni kheri, si sitataka na shart kama hizi ziendelee katika miji yetu kwa ajili ya kueneza furaha ya dawa salafia. Wallahi dawa salafia ni furaha, nasema hivi nadhani hao wanajua wale mashekhi wanaokuja wale kutoka nje wale mashekhi shekhi zotu wanaokuja kututembelea, wanaeleza wazi, yaani, wanakiri katika nchi za Afrika nchi za Afrika, sawa Afrika hii ya watu weusi, hakuna nchi inayotufikia kwa kuwa na nguvu ya dawa salafia. Huwezi amini, lakini huo ndio ukweli. Tulivu, yudu, mirahma, mirahma, kikua, kuyumla. Na ndio maana tumekuwa na utulivu wa hali ya juu, mambo yanaenda vizuri kwa sababu ni rahma. Dawa salafia ni rahma, ina huruma na watu, lakini kikubwa kwa ujumla, dawa ni rahma. Kwa tulinde hii neema ndugu zangu, na tuiendeleze kwa nguvu zetu zote ili Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kutubariki zaidi. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa mara ya mwisho.